Wtrakna badhm yumain ymuju fi bad wnufiha fi lsur fjamanahm jama a. Na siku hiyo utawaacha wakisongana wao kwa wao, na baragumu litapulizwa na wote watakusanywa pamoja. Waradna jahannama yumain lilkafirin arda na siku hiyo tutawadhihirishia wazi Jahannam makafiri waione. alladhina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dhikri wa kanu la yastati'una sam'a. Wale ambao macho yao ulimwenguni yalikuwa yamefunikwa na kutonikumbuka, hayazioni dalili zangu na wakawa hawawezi kusikia.

badala yangu mimi, hakika sisi tumeiandaa yewe yawendio mahali ul hal bil blakhsarin amala Sema, je, tukutajieni wenye khasara mno katika vitendo vyao? alladhina dala sayhm fi lya dunya whm yahsabuna annahum yuhsinuna suna ni wale ambao juhudi yao katika maisha dunia, ya dunia imepotea bure, nao wanadhani kwamba wanafanya kazi nzuri. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma alqiyamati wazna. Hao ni wale waliozikanusha ishara za Mola wao Mlezi na kukutana naye, kwa hivyo vitendo vyao vimepotea bure, na wala siku ya Kiyama hatutawathamini kitu. thalika jazauhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Iyo Jahannamu ni malipo yao kwa walivyokufuru na wakafanyia kejeli ishara zangu na mitume wangu. innal ladhina amanu wa amilu ssalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, hakika wale walioamini na wakatenda mema mashukio yao yatakuwa kwenye pepo za Firdausi.

Lau kuwa bahari ndiyo wino kwa maneno ya Mola wangu mlezi, basi bahari ingelimalizika kabla ya kumalizika maneno ya Mola wangu mlezi, hata tungeleta mfano wa hiyo kuongezea. Kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun. Sema, mimi ni mwanadamu kama nyinyi ninaletewa wahi kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja. Faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Mwenye kutaraji kukutana na Mola wake mlezi, basi na atende vitendo vyema

Washtaala raas shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Akasema, Mola wangu Mlezi, mafupa yangu yamedhofika na kichwa kinameremeta kwa mvi wala mola wangu mlezi sikuwa mwenye bahati mbaya wewe kwa kukuomba. wa inni khiftu almawali min wara'i wa kanat imraati wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya, na hakika mimi nawakhofia jamaa zangu baada yangu na mke wangu ni tasa basi nipe mrithi kutoka kwako. yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya, atakeni rithi mimi na warithi ukoo ukowe wa Yakub, ewe mola wangu mlezi na mjaalie awe mwenye kuridhiwa. ya Zakaria inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam najal lahu min qablu samia, akaambiwa: ewe Zakaria, hakika sisi tunakubashiria mwana jina lake ni Yahya, hatujapata kumpa jina hilo yoyote ya kabla yake. qala rabbi anna yakunu li waqad balagtu min al kibari itia, Akasema ewe Mola wangu mlezi, vipi nitakuwa na mwana na hali mke wangu ni tasa na mimi nimeshafikia ukongwe katika uzee. Kadhalika qala rabbuka huwa alayya hayinu waqad khalaqtuka min qablu wa lam tku shay'an, Akasema ndiyo hivyo hivyo, amesema Mola wako mlezi, haya ni mepesi kwangu, na hakika mimi nimekuumba wewe zamani na hali hukuwa kitu. Qala rabbi ij'al li ayatan qala ayatuka alla tukallima nnasa thalatha layalin sawiya. Akasema Mola wangu mlezi nijalie ishara. Akasema ishara yako ni kuwa utasema na watu kwa muda wa siku tatu na hali ni mzima. Fa kharaja ala qaumihi

Ishike kitabu kwa nguvu nasi tulimpa hikma angali mtoto wa. hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiya, na tukampa huruma itokayo kwetu na utakaso na akawa mcha Mungu <mahana> wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya, na akawa mwema kwa wazazi wake

Namtaja Mariamu katika kitabu pale alipojitenga na jamaa zake mahali upande wa mashariki. fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fa arsalna ilaiha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, na akaweka pazia kujikinga nao tukampelekea roho wetu, malaika Jibril akajifananisha kwake sawa na mtu. Maryamu akasema: hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema, aniepushe nawe, ukiwa ni mcha Mungu. Rasul rabiki liahaba lki ghulaman zakiya, Malaika akasema hakika mimi ni mwenye kutumwa na mola wako mlezi ili nikubashirie tunu ya mtoto aliyetakasika. Alt ana ykunu li ghulamu wlmymsasni bsharu wlm kubaya

Malaika akasema: ndiyo hivyo hivyo, Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehma itokayo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha kuhukumiwa.